Bwana asifiwe, Bwana asifiwe ndugu katika Bwana. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni mjakazi Keren. Nimekuja yani kuonyesha baadhi ya vyakula ambavyo vina sumu ambayo ukikula haikuumizi hapohapo, lakini kidogo kidogo, na hata madaktari hua kabisa wanaimiza watu wale vyakula vya organic, vyakula ambavyo konacho vile vya asili Wengi tunapenda McDonald's tunapenda vyakula eh, vya marestaurant, lakini vingi vyao ni ambavyo vimekaa kwenye friza kwa muda mrefu, so wenyewe wanachukuaga tu wanachemsha mapizza hiyo. Ni kunamana ukiona vikilala vy, hivi vyakula vinageukaga kama mavi. Ujaribu kununua pizza au hii ma chicken hai vyakula vya McDonald's jaribu tu kuviweka tu ndani kwa siku moja, uone kisa vinabadilikaga Yaani hautatamani kuila, hautatamani hata kuiona kwa sabaubu ni vyakula ambavyo vimekaa kwenye frizi kwa muda mrefu mm. Ukiviona kwenye macho vinavutia, lakini havina afya, havina vitamin, havina protein. Havina ubora wote. Ukiviona hivi vinatamanika kweli, atakushikia eh, picha, unasema wa, wow, ana enjoy lakini ni vyakula ambavyo vina sumu kali ambayo inakuumiza polepole bila wewe kujua. Kuna vingine vyakula ambavyo Wakristo wengi wanavipenda hivi vya maji. Sio kila chakula cha maji unapashwa kula, na sio kila vyakula ambavyo umeona kwenye ma restaurant au kwenye masoko unapashwa kula, mtu ambaye ana roho ya Bwana. Tunajua kitu ambacho kinakuingia kisha kukuchafua, mbali kile ambacho unatoa kwenye kinywa chako

ni lazima utajisikia hewa mbaya. Wengi wanaumwaga, wengine wanajisikia kupungukiwa, kushindwa kuomba, kusali. Yaani unajisikia, wengine wanajisikia, anajisikia hata kizunguzungu na kuna wengine mpaka wanafika hatua ya kutapika. Nimekuwekea ugali, najua napenda sana ugali. Lakini sio vizuri kula ugali ambao umelala ndani ya nyumba kwa muda mrefu. Kiporo hiyo ni manyoka, wengine wanakula nyoka. Ndio utasema kabisa eti kwa sababu kila chakula kimetakasika, ndio utaenda kukula? Jibu, hapana. Mm, vinywaji ambavyo havistahili, vitu vya utamu utamu, na siku hiyo wanakudanganywa na kuwekea na matunda, mascream ambayo yana sukari kali na sio nzuri kwenye afya yako. Baba, nimekuletea hapo, ndugu katika Bwana mwenyewe, uangalie maisha yako na yapeleka wapi. Sio kwamba nakuja kukuhukumu kwa kile unachokula, no. Lakini nataka tu nikupe tahadhari, uwe makini. Vyakula vya siku hizi vingi sio sahihi, sio bora, sio vizuri kwa afya yako. Amen, sio vizuri kwa afya yako. Chagua vyakula vizuri ambavyo unaposhwa kupika mwenyewe. Pika mwenyewe chakula nyumbani, usitamani vile ambavyo mwanamke mwenzako amepika, vinamaliza kuchukua huko kwenye marestaurant.